Kwanza nianze na barua ambayo Tshisekedi de faci beton aliyopewa na wazungu au watu wa NATO. Inchi za watu weupe ama inchi zilizo na nguvu zimegawanyika, katika makundi kadha wa kadha. Sasa liko kundi ambalo la kina Marekani, Ufaransa, Uingereza, Ubelgiji, Kanada, Australia, wao wanatamani sana kuitawala dunia. Tumejua wote hapa Tanzania, siku tatu zimepita, wamekuwa na mazungumzo ya esn sadeke kwa ajili ya kutafuta amani nchini Kongo. Yako mengi walioyaongea lakini kwa taarifa za ndani utakazozijua ndugu mtazamaji, ni kwamba yale yote yaliyoongelewa katika mkutano huo wa Tanzania ambapo mama Samia Suluhu Hassan ndio alikuwa mwenyeji wa mkutano wa Faransa, Faransa wa, Uingereza, wa Marekani, yote yale wao waliyapiga mkasi na wakaona yafai. Walichokifanya, wamelazimisha Tshisekedi kukubaliana na mikataba iliyosainiwa San City, maanaake Afrika Kusini, mikataba zamani sana hii ikiwa na Joseph Kabila iliyosainiwa Remera. Mikataba ya zamani sana ndiyo ambayo wanaendelea kulazimisha Rais Tshisekedi akubaliane na mikataba hiyo, na aitembelee mikataba hiyo, na walichokifanya sasa, wali update. Maanayake ule mikataba ni kama waliandika upya na kutaka kwamba rais Tshisekedi sasa yeye aweke sahihi yake, kwa maana inaonekana ni mikataba iliyowekwa masahihi na rais ambaye hayuko madarakani leo. Sasa Tshisekedi wanamlazimisha aweke sahihi yake kwenye mkataba. Kwa hiyo ni kama wameandika upya na kulazimisha fachi aweke sahihi yake. Hiyo imemfikia fachi beto kupitia msemaji wake wa ikulu ama msemaji wa serikali ambaye tunamjua wote ni Patrick Muyaya, ndiye ambaye sasa kama ametumwa na wazungu, amepewa na wazungu mpeleke rais wako asaini hii nyaraka hizo alizopewa Patrick Muyaya ya zimebeba nini? Au mkataba ambao wazungu analazimisha Felix Tshisekedi au saini umebeba nini? Mambo manane makubwa ndo nataka ni kutajie hapa sasa. Hapa ndo wakongomani mwelewe, kama yatasainiwa kimyakimya, mtajua. Sitayapanga haya mambo kama ambavyo yamepangwa kwenye huo mkataba ama hayo makubaliano ama hiyo hizo nyaraka za wazungu, nitayaongea tu katika vuruguvurugu. Mmoja ya mambo yaliyoandikwa pale, wanasema kwamba fachibe to asimamishe vita na MV wala FARDC jeshi lake lisisikike linakwenda kushambulia M23 mahala popote walipo ama mahala popote walipo kamata ama hata inaposikika kwamba M23 imekwenda kushambulia eneo, FARDC isifanye majibizano na M23 eneo lolote katika vita hilo. Ni la kwanza, Fatshi weka saini yako hapo. Jambo lingine wanasema kwamba lazima Fatshi betoa saini ya kubali Rwanda ipewe kilomita mia tatu kutoka mpaka wa Rwanda na Kongo, Rwanda ingie ndani ya Kongo kilomita mia tatu, Uganda iingie kilomita mia tatu sijui Sudani iingie kilomita mia tatu Manake zile nchi zote ambazo ndizo zinaonekana ziko mpakani mwa Kongo, Burundi ipewe kilomita mia tatu zilizosainiwa mkataba ule kwa ajili ya kujilinda Kongo awape ofisielema, hapana tu kwamba wawe wanaingia kuja kufanya ulinzi uh -uh. wapewe iwe ya kwao ilo eneo, kwamba Fati Beto asaini huo mkataba, akubali Rwanda ingie ndani ya Kongo kilomita mia tatu Burundi hivyo hivyo, Uganda hivyo hivyo, Sudani hivyo hivyo. Jambo lingine lililoandikwa kwenye karatasi hizo, kwamba Rwanda iondowe majeshi yake ndani ya Kongo. Kwa hiyo Rwanda kama ina majeshi ndani ya Kongo, iyaondoe yale majeshi lakini, sasa, M23 yote iingizwe ndani ya jeshi la Kongo. Naomba kurudia hapo, yale yaliyo majeshi ya Rwanda yatoke, lakini M23 kama M23 yote serikali ya Fatshi Beton ikubali M23 yote inyonywe na ingizwe ndani ya FARDC yote. Kwa hiyo isiwepo tena M23, ipotele ndani ya FARDC na kila mtu kile cheo ambacho atakuja nacho. Kama kwenye M23 alikuwa anaitwa kolonel, akija kuingizwa kwenye FARDC aitwe colonel. Alikuwa major, major; kapitene, kapitene; general, general. Na ndio maana umeona mpaka sasa hivi vyeo vimekuwa vingi ndani ya, ya M23. Akina Wilingoma waliokuwa mameja wili ngoma alitambulika kama Major Willy Ngoma, Major Willy Ngoma, sasa hivi sijui anaitwa nani, sijui ameshakuwa general tayari. Manake wamesha jiandaa na kujiandaa na vyo, kwa maana anajua kile kinacholazimishwa na wazungu kitokee. Jambo lingine wanalolisema wazungu, fashibe tu alisaini haraka sana, ni kwamba ahesabu wa nyarwanda kuwa wakongomani katika asilimia mia mia na hapa awasemi ahesabu Wanyamulenge wala Wanyamasisi wala awasemi ahesabu Watusi wa Kongo, ah, uh -uh. Barua zao zinasema kwamba ahesabu wa, Wanyarwanda Rwandis. Sasa sijui walikosea au sijui walifanyaje, aconside Rwandis kama pure Congolese. Kwa hiyo awahesabu Wanyarwanda kama wakongomane halisi. Lakini pia hawa Wanyarwanda, kwa kuwa ni minority community, kwa kuwa ni community ndogo, ni jamii ya watu wachache, katika serikali itakayotawala Kongo, lazima wapewe nafasi kubwa kubwa, kwa kuwa ni watu wachache, wapewe nafasi kubwa kubwa, kubwa za kipaumbele kwa kuwa ni wachache. nabii yake katika hapo, lugha ya Kinyarwanda ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ihesabiwe moja kati ya lugha za Kongo na ikiwezekana itumike hata katika maofisi ya Kongo, lugha ya Kinyarwanda. Sasa ndio mambo haya, kama unasikiaga kuna mambo na vijambo hayo ndio mambo na vijambo. Swala la tano ambalo limeongelewa humo ni kwamba Fachibeto na Kongo yake asisubutu kwenda kuchungulia ndani ya BRICS. Kwa hiyo asiende kujiunga na BRICS. Huu ni umoja wa hizi nchi, na wenyewe wakatengeneza imaya yao, nguvu yao, umoja wao, kushirikiana kwao kijeshi, kiuchumi, na mahusiano mengine. Na hii BRICS ndiyo ambayo huwa inaonekana kama ina nguvu inayopingana na hao NATO, akina Marekani, Ufaransa, Uingereza, Canada, Australia. Hivyo sasa, wanamlazimisha Beto asikwende kujiunga na BRICS, atoke kama ana mawazo ya kwenda huko atoke aende kufanya mahusiano na wao wa Marekani, ndio wawe marafiki zake, asiende kutafuta msaada BRICS huko. Wakati Fachibeto ameingia madarakani, alienda Umarekani akitaka kununua silaha, walimnyima. Ufaransa alitaka anunue silaha, walimnyima. hizo nchi za NATO, hizo nchi za wa Marekani, hizo alikwenda kuwaomba wamuuzie silaha, walikataa. kina akaenda kubaliwa huko na wa watu wa BRICS, ndio wakamuuzia silaha. Kwa hiyo wao walitaka Kongo iendelee kubaki puyoyo ya kiujinga yaani, Kongo ibaki kama walinzi wa KK security, wawe wanalinda nchi yao na marungu na magongo. Kongo, jeshi la Kongo silinde nchi yake na silaha. Ndivyo alivyotaka Kongo huwe inalindwa na fimbo, ndo anamwambia kwamba atoke huko. Lakini kwa taarifa yako nyingine ni kwamba hii BRICKS imekwisha kuongeza nchi zingine kama vile Ufalme wa Kiarabu, nao umeshaingia kwenye BRICKS. Sasa wanaona BRICS inaendelea kuwa na nguvu na nguvu na nguvu. Sasa wanaona Congo ikienda kwenye BRICS itaambukizwa ile nguvu ya BRICS. Sasa wanamkataza fachi beto asiende huko na saini karatasi hiyo, abaki huko, awe rafiki wa Marekani, asiende huko BRICS. Na kama unaona akina leo kina Ibrahimu Traore wanataka kuivuruga Afrika na wazungu ni kwa sababu ya wao kuwachana na wazungu au Marekani, Wafaransa, na kwenda kuungana na kina Rasia. Na katika BRICS nchi ambayo wanaiona iko More complicated ambayo wazungu wenyewe wanaogopa zaidi sana ni Russia. Wakati mwingine wanapotaka kuongea BRICS wanashindwa kuongea BRICS, wanatamka neno Russia lakini wakiwa na maana ya BRICS. Jambo lingine la sita ambalo limelazimishwa Fatibeto alisaini. Wanasema kwamba lazima Fatibeto avunje mkataba na Wazalendo. Yeye ndiye aliita Wazalendo Wazalendo. Kwa hiyo wanasema kwamba asifanye mkataba na Wazalendo wala asiwaunge mkono Wazalendo, vile walivyokuwa Wamaimai wabaki Wamaimai vile vile, na wasipate msaada wote wa nchi, wala Fachibeto asiwahitage hawa ni mapatrioti, hivyo afunge mdomo na visiwe hivyo, au awaache wakaevo vanyangara hivyo hivyo, hivyo wala asiwasapoti chochote wala asiwahesabu kama ni sehemu ya kukomboa nchi. Asaini hivyo. Jambo la saba katika barua hiyo ni mkataba hiyo ni makubaliano wanamlazimisha asaini. Jambo la saba anasema kwamba lazima aweke free border, asifunge mpaka wowote baina ya Rwanda na Kongo, asifungage mpaka ubakigi wazi hivyo hivyo, hata kama kutatokea vita vya aina gani, kutatokea chuki ya aina gani, mpaka wa Kongo na Rwanda ubakigi wazi. Mpaka wa Kongo na Burundi ubakigi wazi. Mpaka wa Kongo na Uganda ubakigi wazi. Mpaka wa Kongo na Sudani ubakigi wazi, hiyo sio mipaka ya kuwa inafungwa, hata kama kutatokea vita shari wala nini, ibaki wazi hivyo hivyo. Na jambo la nane, lazima abadili katiba au abadili, hata kama itabadilishwa katiba, ila kibadilishwe kitengo kinachosema kuhusiana na hukumu ya kufa au hukumu ya kifo ambayo tunaiona kwa sasa hivi, Konsta Mutamba anayeshika mkononi sana na kuitumia sana. Na wao baada ya kuona kipengele hicho cha hukumu ya kufa ndani ya katiba ya Kongo kinaweza kuwachukua wale wasaliti wao na kuwaingiza hofu, hivyo amelazimisha Fatibe Tole Konkasere kwamba kipengele hicho, hiyo sheria ya hukumu ya kifo isitumike, ifutwe ndani ya Kongo, ifutwe ni ya kiunyama, ifutwe haifai. Na hivyo ndivyo amesema Fatibe Tole Saini mambo hayo sio rahisi. Wewe kuambiwa jambo hili wala taarifa hizi nazokuambia hapa, sio rahisi wewe kuzijua kirahisirahisi, mpaka sisi ambao wazee wa kufukunyua tunafukunyua na tunazipata kutoka Ikulu. Kwa hiyo kama fachibeto angeenda Tanzania, maana yake wazungu walikuwa wameramba kabisa, alazimishwe atoketoke kule Tanzania, amekwisha kusaini. Na kama asinge saini hili kisirisiri kule kule Tanzania, maana yake ilingete ngenezwa lolote angekufa tu angetengenezewa ajali ya namna yoyote fachibe tu angekufa. Kama angepewa dokumenti hii aisaini Tanzania na akatae kusaini, maana yake angepotea, angepotea. Alicheza machale mazuri sana. Kwa hiyo kukataa kwake kufika kule, wakaona hii lazima isainiwe hivi. Patrick Muyaya msemaji wake ndio amekuwa kama sasa porte parole, maana yake yule anayeunganisha kati ya mvulana na msichana, vile vya kutongozana vya zamani. Hapa katikati kati palikuwa mtu hapa, msichana yuko kule mfulana huku, yule wa kutumwa yule, wewe nenda mwambie namsubiri hapa chini ya mti e, anayekwenda jikoni anamwambia ah, sasa fulani iko pale jaki anakusubiri. Mwambie asubiri, bado ninapika. Yule wa katikati wa kutumwa, wamemfanya sasa kuwa Patrick Muyaya. Anatumwa na wazungu, nenda umpe chisaketi asaini. Maana yake ni dokumenti ambayo Patrick Muyaya ametoka nayo Tanzania, Dar es Salaam, ameenda nayo Kongo. Fatibe twaisaini hapo, wa kongomani mjue litakalo kuwa na liwe Fachibeto akisaini karatasi hizo, sizani kama ataongea hadharani. Akiambiwa Kongomani, nimesaini karatasi ya namna ya hatasema. Lakini ndo katika utawala wake huwa anapokwenda kuisha atakwenda hivyo hivyo na rais atakayeingia hata baada yake Raisi ataambiwa atembee hivyo hivyo, na kwa lugha nyingine sasa iko hi hivi, fatibe tu atakapo saini hiyo karatasi akikubali ya, maana yake wao wazungu watamfanyia manuva, mpango wowote ili aendelee kutawala, kwa maana anajua, huyu ni mtu mzuri kwetu, huyu tumpe aendelee kutawala. Kwa maana anapoendelea kutawala yeye, basi ataendelea kutimiza hichi ambacho amekisaini, wa twende, watatengeneza ana na yoyote. Utamwona fatibe tu amerudi kwenye madaraka, anaendelea kutawala, nikijua kwamba ni siasa za naina gani. Kumbe wazungu wamekwisha kumsapoti, amekuwa mtu wao, kibaraka wao. Na kama beto sasa, fachi beto hata kubali kusaini hiyo ya wazungu, maana yake watafanya vyovyote kwanza wamesema, kitu cha kwanza hawatatoa mahusiano ya aina yoyote kati ya hizo zao inchi pamoja na Kongo. Kwa hiyo ikiwezekana sasa, wanaweza hata wakatowe balozi zao ndani ya nchi ya Kongo, mambasadas wao Kongo, ikabaki bila mambasadas wao, na wao wakawa wametangaza hadharani kwamba wameachana na Kongo. Kwa hiyo kama sasa ni kule kufanya, wanajujua kukifanya, wanaweza kufanya hivyo vyote, lakini pia hapo na hapo Kongo sasa ndipo inatakiwa na yenyewe isimame kama Kongo, lakini katika habari hizi tulikwenda tukahoji uh, diaspora wa wakongomani ambao wako nje ya Kongo baada ya jambo hili kutokea, tukasikia mawazo yao, wanasemaje kama wao walio diaspora wa Kongo walioko nchi nchini Marekani. Kuna mmoja ambaye amesema na katoa, na katoa maoni yake kuhusiana na hili. anasema nini kuhusiana na hili, hasa la Fatshi Beton kulazimishwa kutoka kwenye BRICS. Watu ambao wanamsaidia wa China, asiwe na urafiki na China, asiwe na urafiki na Russia, asiwe na urafiki na, na India asio na rafiki na South Africa, ambao ndio wanaonekana hivi wanakuja kuingia kusaidia. South Africa ipo kwenye nini BRICS. Kwa hiyo ni chumba, na hivi ninavyoongea na wewe, askari mia nane wa South Africa wameingia ndani ya Congo, wengine wa, wa ziada mia nane na vifaru kuki kuja kusaidia Congo, ila wanasema wazungu asiingie huko kwenye BRICS.